Shirika la Regional Pastoralist Peace Link yani RPPL kwa ushirikiano na afisi ya kamishana wa jimbo la Isiolo laanda warsha ya amani. Shirika la Regional Pastoralist Peace Link yani RPPL kwa ushirikiano na afisi ya kamishana wa jimbo la Isiolo limeandaa warsha iliyowaleta pamoja wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya utabibu Isiolo, KMTC na wale wa chuo cha mafunzo ya kiufundi ya Bishop Locatti jinsi ya kushirikiana na asasi za kiusalama. Akizungumza na meza ya runinga ya Waso, naibu kamishna wa Isiolo Bernard Okwiri, amesema madhumuni makuu ya warsha hiyo kwa jina jukwaa la wasomi ni kuwapatanisha wanafunzi hao na vikosi vya usalama ili iwe rahisi kwao kutoa taarifa muhimu ya uhalifu unapotokea. Jukwaa la wasomi ni kikao ambacho kinaleta vijana, hasa hasa wale ambao, hasa hasa wale ambao walimaliza shule hivi karibuni na wale ambao bado wako katika vyuo vyetu uh, vikuu vya masomo na tertiary institutions Uh, lengo kubwa lengo kubwa ya hii jukwaa ni kujadiliana na vijana, uh, kusikia maoni yao na pia kuwaleta pamoja, ili ili ili kuwapatanisha na asasi zote za usalama, uh, ndio ndio kuwe na ile ile urahisi wa kupeana uh, information, kujadiliana, kupeana mawazo yao. Naye Mzee Ahmed Seth ametoa wito kwa vijana kudumisha amani wakati wowote na kujiepusha na vurugu ya aina yoyote inayoharibu usalama na kuharibu uchumi wa gatuzi hili la Isiolo. Mazungumzo ilikuwa kuhusu kulete uyano na vilevile e, uyano kati ya vijana na vikosi vya kiusalama na uaminifu na vilevile tumeweza kuzungumzia umuhimu wa vijana kujiepusha na fujo na vurugu na vilevile kuhakikisha ya kwamba jambo lolote lisilo la kawaida inapotokea, vijana waweze kutii sheria na vilevile. Kama mzee, natoa mwito kwa vijana katika jimbo hili na viongozi wetu wote wa jimbo hili ambao tunawapenda wote e, tunaomba tafadhali sana mambo yote ya kutoelewana inapotokea, tufuate sheria tufuate taratibu kwa sababu vurugu na fujo ambayo mara nyingi vijana wetu hutumika vibaya inalete hasara, inalete wasiwasi, inalete shaka na vile vile inahujumu uchumi. Kwa upande wake Yvonne Wakesho ambaye ni mwanafunzi katika taasisi ya Bishop Locatti amewahimiza vijana wenzake kujiepusha na mambo ya kuvunja amani na kusisitiza wajiunge na vyuo vya anwai vilivyo hapa isiolo ili wapate ujuzi wa kujikimu kimaisha na kiuchumi. The reason we are here was to, to empower ourselves as students and the security personnel in the county government and the, and the government at large. We had several issues and insecurity, roads, and the mindset of the youth to the society and the, how tunachangia kwa the government and we all know poverty is the enemy and hizi vitu ndogo ndogo zenye tunafanya people from different places coming and influencing the youth in matters to do with um, uh, what is it insecurity and promoting politicians to a level where they are not allowed to be it is really alarming to the youths in the county and also Um, well. Warsha hiyo imefanyika katika hoteli moja hapa mjini Isiolo. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.